Sasa tupo ndani, wakati tunataka kufanya jambo letu, nadhani mnanielewa. A, tuingia ndani sasa kufanya jambo letu. Kaa tumeingia tumeanza akawa ametokea sasa mjomba wake yule binti, akaniweka kwenye begi moja, lilikuwa ni kubwa sana. Kumbuka hizo ilikuwa ni begi kubwa sana. Akaniweka kwenye ile begi, akachukua zile nguo akaweka. Kwa hiyo mimi nikaa nipo ndani ya begi na zile nguo akaweka juu yake. Asante sana ndugu mtazamaji, mnatazama wakati huu na majira haya, kwa majina yangu naitwa Jeremia Juma, ni mzaliwa hapa Dodoma, kijiji cha Mbalawala, nimesomea shule ya msingi pale Mbalawala. Asante sana ndugu mtazamaji, uungane pamoja kwenye kipindi hiki, asante sana eh. mara ya kwanza kuja Dar. Ah, ni historia ndefu. Historia ndefu, Historia ndefu kidogo Yaani, kwanza nilikuja daa, nilikimbia kule mkoa, sikuaga, nikimbia, nikaja hapa daa. Wakati hata nimekuja hapa, sina ndugu, nilikuja tu, nilikuwa na kanauli. Nilikuwa ninauza mkaa kule mkoa wa Dodoma, kwao. Nimejichanga changa, nimepata kama kanauli changu hivi, nikaa nimetoka kule wakati wewe zizo stendi bado yuko pale Ubungo, nikashukia pale, nikashukia pale sasa. Sipajui Dar es Salaam, sijui wapi, sijui wapi, nilikuwa tu katikati, lakini Mungu alisaidia, niliona ile barabara ya mwendo kasi. Kwa hiyo nikaa nimenyosha kwenye, kwenye, kwenye barabara za mwendo kasi moja kwa moja, na wakati pole maandiko, na mtu mmoja anasemaga kuna sehemu hiyo Kigamboni ni bahari. Kwa hiyo nikaa naitafuta hiyo sehemu ya kwa hiyo nikaa nimenyosha ile barabara, ilikuwa ni usiku, ndio mtazamaji, majira kama ya saa sita ndio nilifika pale Ubungo. Kwa hiyo nikaa nimenyosha ma, ile barabara ya mwendokasi. Nikaja mpaka maeneo ya Jangwani. Nikaulizia wakaniambia bado hujafika. Kwa hiyo endelea kunyosha na sasa hivi ni usiku. Kwa hiyo nikaa nimenyosha mpaka Kariakoo. Kariakoo pale nikamkuta mkaka mmoja hivi nakumbuka ni muuza kahawa nikamuuliza, akaniambia, ukipita ile barabara ukizungua utaona jengo moja kubwa refu inawaka taa nyekundu ziko mbili, ni jengo la benki. Kwa hiyo ukipita hapo utaiona bahari. Sasa nikaa nimepiga kona pale, kama unatokea hapa posta ya zamani kuja pale. Nikaa nimenyosha nikaiona, wakati nimefika pale kwenye vivuko sasa, sasa sina hata shilingi mia mbili ya kuvukia sasa. Kwahiyo nikakaa pale, baadaye nikaomba ile wahudumu pale Aaa, umetokea wapi? Akanihojihoji pale hivi, nikapita pale Gamboni, nimetokea Dodoma hivi na hivi, basi pita, nikapita pale, ndipo nikaja Gamboni ile. Gamboni sijui pa kwenda, nikaa nimenyosha hii barabara sasa ya kwenda Tungi moja kwa moja. Kwa hiyo kuna msikiti huko mbele sana kule kama nadhani, sasa afika majira kama ya saa kumi na moja za kuelekea fajiri kumi na mbili. Kwa hiyo nikaa nimelala sehemu pale na mjamaa mmoja ndo akaja pale akaniambia, wewe vipi? Nikamwambia fresh. Unatokea wapi? Nikamwelezea. Akaniambia basi, kweli nikupeleke sehemu uweze kukaa usaidie. Nikasema sawa, akanipeleka kwa mjumbe, ndio nianzia maisha yangu pale kwa mjumbe. Nikaa nauza karanga pale kwa mjumbe, au hapo ya damu mwaka 2015 ndio nianzia maisha yangu kwa mjumbe pale, nikapewa mtaji wa kuuza karanga, ndio maisha yangu nilipiga nayo damu Unanikumbusha ah, mbali nitapeliwa hela asim elfu sabini na tano na elfu sabini na tano sio ya kwangu, ilikuwa ya watu. Wakati huo nishazoea sasa, nishaizoea daa sasa. Naenda feri peke yangu, narudi, naenda narudi. Sasa kuna tukawa tunacheza kamchezo wa fanya biashara pale feri. Wakati tunacheza kamchezo pale, kuna jamaa wangu tulikuwa tunakaa naye sasa akaniambia kwamba bwana mimi leo sitoenda feri. Kwa hiyo chukua hii elfu sabini uende unipelekee kwenye mchezo. Mimi nilikuwa na elfu tano mfukoni, kwa hiyo kabla jumla ya elfu sabini na tano. Kwa hiyo nikaa nimebeba elfu sabini naipeleka kwenye mchezo. Yeye alisema kwamba hata ingia kwenye biashara. Kwa hiyo nikaipeleka ile hela. Nafika maeneo ya karibu ya feri la mimi pale. Kuna mjamaa akatokea. Akanisalimia kwa kilugha cha nyumbani. Nikajuwa pani mwenzangu, akanisalimia kuoga nyumbani, nikamjibu, tukaongea vizuri. Akaanza kuniambia bwana, unajua bwana Wagogo bwana wanaomba mjini sana, yani kwa kweli ukipita pale utaona mama anaomba pale. Sasa akaanza nipiga swaga, akaniambia bwana, kuna ndugu yako mmoja hivi ana nanidai hela, unaona? Akasema, nikasema yule yule. Tushafika pale hapo, akaniambia njoo sehemu hapa, niende kwa wakala hapo, wewe simama, niende kwa wakala hapo nitoe hapa

basi sawa. Wewe nipe kama hela kidogo wewe nipe tu. Ngia huko. Ase ndugu tazamaji unaenda tazama, kama wana wana dawa sijui. Nitoa hela kwa akili zangu mwenyewe. Elfu sabini na tano nikaihesabu nikamkabidhi yule jamaa. Kumkabidhi. Wanaokaa Gamboni wanapapaa pale mwenyewe kuna hawa jamaa nauza pale vyakula sana. Je, mwenyewe hapa kuna hapa hivi? Pembeni yake pale wanauza vyakula sana. Yule jamaa kaingia ndani. Huko kingia na kuna pitizo naenda kwa geti la mwenyeleko. Kingia tu napikiliza moja kwa moja. Ili nikaa akasema subiri, akanisubirisha hapa, nikasimama pale, subiri hapa. Nikaenda sasa pale nje kwenye uzati ya kula. Nimesimama, nimesema jamaa kashachukua sabini na tano, akashaondoka sasa. Nimesimama, baadaye ndio ninakuja kuona kama nimeibiwa. Nikamuuliza mama mmoja ambaye alikuwa amekaa hapo, yule alikuwa ni mama anasajili line, nikamuuliza hivi, mtu niliyekuja naye hapo amepiga mwendo ule, mwaka ah? Kwa nini? Akasema namba yangu imeenda, akasema ah, wewe ushaibiwa, kasema ushaibiwa, shaibiwa ah! Usha ndio pale akiinishaibiwa, nikaanza kulia sasa, sababu nikumbuke elfu sabini sio sabini sio ya kwangu, niyapeleka kwa mchezo, alafu elfu tano ndio ambayo kula jioni. Kwa hiyo nikaa, nimeibiwa kivo ki sabini na tano. Ufumaniwa nilishawahi, lakini sio mke wa mtu, nifumaniwa Hizo bado tupo kule kijijini tunasoma, tuna lakini ni story ndefu sasa, kama wewe akaniruhusu niendelee, sawa. Ni story ndefu kidogo ambayo nilifumaniwa. Tulikuwa nyumbani, wakati tupo pale kijijini pale Dodoma wala wala, nilikuwa na mpenzi wangu mmoja, ambao ndio nilikuwa mara ya kwanza katika mahusiano. Nilifumaniwa, nilikuwa nakaa kwa mchungaji. Sasa hiyo binti ni mtoto wa mchungaji, wote tulikuwa na mahusiano na mtoto wa mchungaji kwa hiyo tukawa tunaendelea na mahusiano wakati tunasoma. Alafu kibaya zaidi, yeye alikuwa ni mwenyekiti wa kwaya, mimi ni katibu. Kwa hiyo katika mahusiano tulienda tulienda, ikawa tukuta watu wanatuambia uh, bwana, mahusiano yenu, lakini tunakata mpaka wanaenda kumpelekea taarifa mama mchungaji, tunakata. Sasa siku na siku tukaa tumeingia kwenye mahusiano, sasa tupo ndani wakati tunataka kufanya jambo letu, nadhani mnanielewa, mnanitazama. Sasa kwa hiyo tukataka tuingia ndani sasa kufanya jambo letu, kaa tumeingia tumeanza, akawa ametokea sasa mjomba wake yule binti, akapiga hoja akaingia, ile binti akatoka haraka, akaenda kumsikiliza mjomba. Mjomba akawa ametoka nje, akarudi ndani, akanichukua sasa ile binti wakati tupo chumbani sasa. aliponichukua akaniweka kwenye begi moja, ilikuwa ni kubwa sana. Kumbuka hizo ilikuwa ni begi kubwa sana. Akaniweka kwenye ile begi, akachukua zile nguo akaweka. Kwa hiyo mimi nikaa nipo ndani ya begi na zile nguo akaweka juu yake. Sasa wakati ambao ameweka hilo begi, kwa sababu mimi katika ile tulikuwa tunakaa na mdogo wangu pale kwa mchungaji pale, kwa hiyo mdogo wangu mmoja anaitwa Happy alikuwa kike, naye anatoka shule. Sasa wakati ile muda ambao tumefumaniwa ile muda, mdogo wangu anatoka shule Ilikuwa ni saa nane sasa, majira ya saa nane. Kwa hiyo chumba ambacho anakuja mdogo wangu anakuja kubadilisha nguo ni pale ambapo mimi nilipo kwenye ile begi, kwa maana lazima atakuja tu atachukua zile nguo pale kwenye ile begi, na lazima afunue ile begi kwa sa sababu kuna nguo zake za kubadili pale. Kaenda pale, kengele ya shule kagongo, nasikia kabisa. Sasa wakati ambao mjomba wake alishafika tayari pale, yeye alikuwa ipo nje, bibi yake maana na babu yake wakawa shafika, wametoka shamba, waka shafika pale, waka ingia ndani, waka kaa sebleni. Sasa wakati mimi nipo chumbani kule, kumbuka babu yuko sebleni, bibi yuko sebleni. Mjomba ametoka nje. Unakumbuka kumbuka wakati mdogo wangu naipo shule, anatoka shule sasa na kuja na ingia kwenye kile chumba. Sasa babu kuja kubadili zile nguo, hachukweza mbani hati za shule. Kwa kweli, mtazamaji, ilikuwa ni, ni kitu kizito ambacho inaongea hivi. Nakumbuka kilichotokea baada ya hapo akaa amekuja mdogo wangu ameingia ndani, wakati ipo ndani pale nataka kubadili nguo, niseme kama Mungu tu akatokea mchungaji mmoja amekuja. Mchungaji akapiga hodi pale wakampokea wakati ambao ni bibi pale na babu akampokea, wakasalimiana hasa yule mchungaji. Bahati nzuri hakukaa, wakasema naondoka, naondoka, naondoka, naondoka. Akasema kwa nini, kaa usubiri chakula, sema nimechelewa na na na na cha, naondoka. Ameondoka hasa wakati anaondoka babu na bibi wakabidi amnyoe ya msindikize. Sasa muda huo ile binti ambayo tulikuwa nayo mahusiano alikuwa anachota maji bombani, akakimbia kwa haraka sana, aja kuniamsha, ele ni ele ni amka nini amka tayari. Babu asha ondoka kakimbia kimbia. Sasa so wakati na amko nyile degi na mkuta mdogo wangu yuko pale sasa na shangaa. Eh, kaka tola yule nakuja huko ndani. Nikakurupuka pale kakimbia na kwambia ndugu mtazamaji leo nitazama. Ilitoka nilikuwa na buku tatu mpaka mdogo wangu alishangaa. Nikakimbia nikaenda chumba kimoja ambacho tulikuwa tunalala sasa, sisi kwa wakati tumeacha kwa mabinji, chumba kimoja tulikuwa tunalala sisi. Kwa hiyo nikakimbilia kule nikaenda kaka, wakati nimetoka pale nakimbia, nikakuta mjomba yuko pale nje pale. Akaniambia vipi, nikasema hamna. Nikaingia kule ndani. Nikaa nimelala. Nilala. Sasa babu na bibi sawa, kashamsikiliza ni mgeni akaja. Alipokuja pale. Ala mimi ndo nikaamka sasa. Sasa bibi yule alikuwa ananipenda sana. Akaniambia, "Ah, jele mwanangu, ulikuwa wapi? Alikuwa nimelala tu bibi. Ah, kwa nini unalala eh?" Kaisi ongea sana. Mungu akubariki sana, kasema mimi wakati mwenyewe mnakijua nicho kile kilichofanya. Hapa na tetemeka mwenyewe. Anasema eh, sasa leo kupigwa, alafu huko nje kutokana na marafiki zangu ambao tunasoma nao walikuwa huko nje, walikuwa wanacheza cheza, kwa hiyo akasema leo ndio aibu ambayo naikuta. Kwa hiyo tukawa tumesemana na bibi pale, tukasemana na babu pale, wakaingia sebuleni. Ni hivyo. Ah, mahusiano na changamoto kaka. Mahusiano na changamoto. Unaweza kukaa kwenye mahusiano kwa sasa hivi. Unajua mapitio ambayo tunawapitia mbalimbali kama, kama vijana unaweza ukaa kwenye mahusiano wakati huu wakati bado hujajipanga wakati bado hujaa katika kiuchumi vizuri. Ndio maana kwa mimi binafsi mahusiano yangu bado, ila namhitaji Bwana ili aweze kunipigania nikae vizuri katika mahusiano. Mahusiano yalikuwepo na nilikuwa nayo ni kweli, kutokana binti niliyokuwa naye niseme tu kwamba alikuwa bado ni mtoto akajaelewa maana ya nini ya mahusiano, sababu tulikuwa naye vizuri kama kumhudumia, nilikuwa namhudumia vizuri, lakini yeye akaamua kwamba bana, tuachane katika mahusiano. Nikamuuliza kwa sababu, akasema hamna sababu yoyote ya kwamba, mimi tu nimeamua tuachane kwenye ni mahusiano Nikajaribu kumbembeleza akakataa, kasema bwana, mimi nimeona tuwachane kwenye mahusiano. Sababu kuu hakunipa, lakini aliambia tu kwamba tuwachane kwenye mahusiano. Nakumbuka jambo moja tulikuwa naye, wakati tulikubaliana tutoke sehemu twende mahali. Sasa wakati tunaenda sehemu ile ambayo nilimwambia twende, mimi kiuchumi nikuwa siko vizuri kwa maana kwa mfukoni nilikuwa na shilingi elfu tano tu. Fika pale sehemu ya chakula, mpenzi akaagiza chakula pale kizuri, mimi nikaagiza. Baada ya kula pale tunaletewa bili, ni shilingi elfu ishirini mimi nina na shilingi elfu tano. Kwa hiyo pale nilitia aibu kweli, alibidi alipe yeye. Ah, sante sana. Kitu kimoja mimi, ntaacha simu kwa sababu na kwa nini, hata tukienda tu Bibilia zaidi, anapo mwangalia Adamu akupewa simu wakati ipo bustani ya Edeni? Alipewa mke kwa maana msaidizi. Sasa hizi simu zimekuja tu kwa mawasiliano, lakini niseme kwamba mahusiano ni Mungu mwenyewe ndio alioanzisha, hata bustani ya Edeni pale maana amba nchague simu wakati na, na, na, na, na, na mapenzi, mimi nitachagua ni mapenzi, kwa sababu ndio ambayo Mungu aliaweka ili kusudi tuzaliane naye. Mungu asema ulimwengu kote mkaujaza ulimwengu, ujia akuambia simu ikajaza ulimwengu alisema ujia, kwamba ndio mkajazane ulimwengu. Ah, kelo sha kuipitia katika nyumba za kupanga. Kumbuka tulikuwa tumepanga mwaka elfu mbili na kumi na tano kumi na saba kumi na nane tumepanga maeneo ya pale kwa Urasa. Baba mwenye nyumba alikuwa ni mlevi, kwa hiyo kabla ya tarehe haijafika alikuwa anatugongea, yaani kama tarehe ni tarehe moja, kwa hiyo anakuja tarehe ishirini na sita anataka kodi, kwa hiyo alikuwa anasumbua kwenye kodi kwa hiyo neno nakela ni hilo ambalo la kodi katika nyumba za kupanga ni kodi ni kitu gani ambacho naweza kujivunia kwa sasa sasahivia kujivunia okay, ambacho kwa sasa ninamshukuru mungu nakumbuka nilipotoka nilipo sasa kwa kweli namshukuru mungu amenipigania amenilinda, nimeona mpaka sasa nimefika hapa. Huyo unayemtazama <coughs> ni kwa neema tu ya Mungu. Yani nikikwambia nilipotoka, unaweza ukakimbia, lakini najivunia sasa ni Mungu ameniokoa mpaka sasa unaniona, na sasa mpaka namshukuru Mungu, nina uzima huu ambao amenilinda mpaka ni siku ya leo tumefika tunaongea sana. Ah, neno langu la mwisho kuambia watazamaji mimi naola kuambia kwamba wakati huu tulionao ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo tuende miendeno ya Mungu tushike sana. Wewe kama ni Mwislamu soma sana Kuruani, wewe nawe kama Mkristo kama mimi soma Bibilia sana, kwa sababu nyakati zonazo nyakati za mwisho. Hata wakati Yesu anaondoka alisema kwamba watakuja manabii wa uongo na watatumia jina lake naku atanujiza. Kwa hiyo niwaambie tu ndugu watazamaji, mimi nitazama wakati sasa ya kwamba tumshike Mungu sana ili e, tusije tukaenda motoni, na sio kwamba moto haupo, moto upo, moto upo. Kwa hiyo tushike sana, kama nilivyotangulia kusema kwamba wewe ni Mwislamu, soma sana dua umjue Mungu wako zaidi jinsi alivyo. Awe kama Mkristo kama mimi. Soma sana Biblia ili si shetani akatupoteza na akatumaliza. Kwa hiyo unaweza nishadu kaona, jinsi wao hivyo jinsi kama wanasema kwamba watakuwa watajipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Watapeta, watapenda wanapenda fedha sana kuliko kumpenda Mungu. Kwa hiyo tunaona sasa hivi watu jinsi wanavyojipenda wao kuliko kumpenda Mungu. Halafu watu sasa hivi wameacha sana wanapenda sana pesa kuliko kumpenda Mungu. Yani, mtu yuko lazi Jumapili asiende kanisani akatafute pesa, mtu yuko lazi aache ibada aende kwenye mambo yake. kwa Kwahiyo chakuwasihi kwamba tuendelee kumshika Mungu nyakatihili zonado, nya nya nya ni nyakati za mwisho sasa. Sababu kama nikongea kama kamasala, lakini ni kweli kwamba nyakati lionazo ni nyakati za mwisho. Unaona watu wanatembea uchi, ona watu wanajuuza kuna watu wanauana ndugu kwa ndugu, kwa kitu kidogo tu mali, wanauana. Kwa hiyo ni nyakati za mwisho. Sasa niwakumbushe tu ndugu mtazamaji, nitazama sasa, kwa maana tumshike Mungu sana kwa kipindi hiki tuicho nacho. Ni kipindi kigumu sana. Kwa hiyo asanteni sana.